Makazen wanatumia njia tatu kumpata mke wako. Inawezekana we upo lakini hizo njia mpaka lana leo unazijua, lakini hujui kama hapo ndo wanapompatia mke wako. Njia ya kwanza ni rahisi, wakati wa harusi, wanawake wanaenda zao maharusini makwao, na wewe mwanaume unaona, wacha mi niendelee na kazi zangu, namwacha mke wako anaenda harusini. Makazen wa kiarabu Wanapita na wake za watu katika maharusi ya kwao. Kwa hiyo make sure, mawili usimruhusu mke wako kulala harusini ama make sure unapoenda kulala kama una uko smart, basi na wewe uhakikishe vizuri mke wako unamfunga 100%. Njia pili wanatumia wakati mke wako ana mimba. Kwa sababu wewe mke wako anapokuwa na mimba, watu wengi wanakuwa na dharau wanaona ah, vitu vya kawaida unamwacha tu. Mara akienda kutembea kwa aunt yake huyu, kesho akienda kutembea kwa aunt yake yule. Lakini nikwambie my brother, yani makazini wanafurahi sana mwanamke akiwa na mimba, kwa sababu a, kwanza wanajua hawezi kupata mimba nyingine. B, wanajua yupo katika kipindi ambacho yani yuko free, haingii katika siku zake. Kwa hiyo anakuwa wao wanaona raha. Umenielewa vizuri? pali katika kipindi akiwa na ujauzito usimwache ukamwona havutii. Umeona, ukaona ah, wacha aende tu akatembee tembee. My brother kuwa makini sana, yani hapo ndo wao ndo wanaona kama mtoto kazaliwa upya, umeona. Lakini njia moja ambayo mimi ni nimesema ambayo ni ya hatari na sio nzuri, ambayo unaotumia, mnaelewa vizuri, ni njia ambayo katika maziko, my brother, watu wengi wanapopata maziko wanakuwa wanaingia na imani la wanakuwa imani inakuwa inazidi watu wengi sana, kwa hiyo hata wake zao wanakuwa wanawaruhusu wanaenda kwenye maziko na inakuwa hazipo zile akili potofu. Umeona kwamba mke wangu anaweza akachukuliwa kule kwao. Yani wewe unamtoa mke wako unaambia wife, wewe nenda, mimi nitalinda nyumba. Lakini my brother anakuambia makazi ni wa sasa hivi, hususan na watoto elfu mbili, umenelewa vizuri, makazi ni hawa wanyezaliwa katika familia za kiarabu sana, asilimia tisini ni watoto wa Kiarabu. Umeona watoto wa Kiarabu hawajui yani, wao ndo wanakuwa unaweza ukasema hawa ukiwaona wamevaa makanzu ukasema ndo dini ipo, lakini mebradha anakwambia menelewa, wakati wa maziko watu ndo wanachinja sana, yani wale wakiza watu wale makazan wanawachinja sana kwa sababu wale madada zao pale wanapokuwepo Umeona, wao ndo wana connect na, na wale wakiza watu, kwa sababu wale ndugu makazi, unajua, na na familia za Kiarabu watu wana pesa. Maziko na kwa siku moja maziko kuanzia siku mbili ya kwanzia wiki maneno, wengine wanakaa maziko mpaka mwezi, na wewe unaridhia, unafanya kazi zako, unaenda pale kuzika, unaambia sawa, mke wangu wewe bakia tu kaa hapo, hamna noma wala nini. Lakini my brother, nakwambia usimruhusu mke wako kulala mazikoni, hususan kama umemuoa katika familia za Kiarabu. Maneno vizuri, mwache azike, asaidie kazi za nyumba. Ikifika usiku, maneno vizuri Mchukue kalale naye kwako, asubuhi kuja naye, na wewe mwenyewe upo upo pale. Lakini ukimtoa free, my brother, umemtoa sadaka. Waunu wa Kiarabu, makazeni wa Kiarabu, jamani, noma noma sana, mpaka kwenye maziko wanapita na wakeza watu. Na hili mimi nalisema nikiwa nina ushahidi nalo, si mara moja, si mara mbili Si kwa kuona, si kwa kusikia, si kwa kuhadithiwa na watu. Kwa hiyo ushauri wangu jamani, tuwe makini sana wake zetu wanapokopa katika mimba, wanapoenda kwenye maharusi na pia wanapoenda kwenye maziko, hususan hawa tuliwaoa waliokuwa wanatoka katika familia za Kiarabu. My brother utakuja kunishukuru.